Hujambo na karibu tena kwenye channel yetu. Leo tunaingia ingia kwa kina kwenye ulimwengu wa vumbi na petroli kuzichambua sine dance kali na za kuvutia zaidi kutoka kwenye movie ya Mad Max Furiosa. Furiosa. Kama umeshaiona hii movie, unajua ni kwa nini imezua gumzo. Kama bado kachonjo kwa spoilers. Tuanze na namba dance kukamatwa kwa Furiosa akiwa matoto. Hii scene inatushtuana kutuonyesha mwanzo wa safari ya kengumu. Ni picha ya ujasiri na hatari tangu utotoni, na inatuweka tayari kwa yale yatakayofuata. Namba noni, pale Furiosa anapojaribu kutoroka kwa mara ya kwanza kutoka kwa Dementus na genge lake. Ile mbio ya pikipiki kwenye jangwa, huku akitumia akili na ujanja wake wote, inaonyesha tabia yake ya kutokata tamaa. Tension ilikuwa juu sana. Kwenye namba 8 tunaona the war rig ikitambulishwa kwa mara ya kwanza. Ile gari kubwa lenye silaha ni kama musika mwingine kwenye hii movie. kuiona tu inatosha kukupa msisimko na kujianda kwa mapigano makali yajayo. Namba saba ni vita vya kwanza vikubwa vya the war rig. Hapa ndipo tunaona uwezo kamili wa Furiosa kama dereva na mpiganaji milipuko, magari ya kiruka hewani na mikakati ya kivita ilikuwa ya kiwango cha juu. Tukifika namba 6, ni sinia Furiosa na Praetorian Jack wakishirikiana. Uhusiano wao unakuwa katikati ya machafuko. Ile chemistry ya ona jinsi wanavyotegemeana inatupa matumaini kidogo kwenye ulimwengu hukatili. Namba 4 ni ile sine ya kusisimua ya mapigano kwenye daraja la machanga mambinu za vita za warlords watatu zikion huku Furiosa akijaribu kuwa wote ili kuwa ni kama makezo panya wenye silaha nzito. kwenye namba mater ni pambano la ana kwa ana ya Furiosa na Dementus, baada ya miaka mingi ya mateso, hatimaye anapata fursa ya kulipiza kisasi ile hasira na maumivu yake yote yanajitokeza hapa. Ni sini yenye hisia kali sana. Namba tiga ni wakati furiosa anapopoteza mkono wake. Ni sini ya kushtua inaonyesha gharama kubwa anayolipa kwa ajili ya uhuru. Inabadilisha kabisa mwonekano na hatma yake, na kutuanda kuwa furiosa tunaye mjua kutoka Fury Road. Tukikaribia mwisho, namba dua ni uamuzi wake wa kurudi Citadel badala ya kuendelea na safari yake ya kutafuta Green Place. Ni hapo anapogundua kuwa nyumbani sio mahali bali ni watu. Huu ni wakati muhimu sana wa mabadiliko ya tabia yake. Na hatimaye, scene namba two, ambayo ni kali kuliko zote: Furiosa akinyoa nywele zake na kuvaa mkono wa chuma kwa mara ya kwanza. Ni ishara ya kuzaliwa upya, anakuwa yule shujaa tunayemfahamu na kumpenda. Ni picha ya nguvu, uthabiti na ahadi ya mapambano yajayo. Hizo ndizo scene tano tulizozichagua. Je, una kubaliana na listi yetu? Tuambie kwenye